Majina naitwa Paul Wangila mimi ndio speaker wa Kanduyi sub-county bodaboda chini ya speaker, Waje tuungane na tufanye kazi pamoja. Si hivyo? Yes. mm. Na iwapo wataendelea kushikilia msimamo kwamba wao kama Brian yeye ndio chama, ni kama nyinyi members mtafanya nini? Kama watu gani mtachukua? Unajua ukio kiongozi anasema ukwe na akili, ukichuja mbona kuchitoa watu wake, sasa singe, unajua unaweza enda chela. Sasa sisi tutakaa chini na tujue zenye tunafanya. Kwa ICT wa Bungoma County Border Association. One, nataka kulaani sana kitendo ya leo ambapo tumekuwa na meeting ya security na ACC SEC wa Kanduyi akagawanyisha watu katika vikundi viwili. Hii meeting ni very important na inahusu bodaboda wote. Kwa hivyo nakashifu hiyo kitendo kabisa, ikome mara moja, watu wa bodaboda wapewe ujumbe wote kama jumla bila vikundi. Namba two, nikiwa kama ICT wa kaunti mzima ninajua viongozi wote wa sub-county na Kanduyi inaongozwa na Dani Maboha. Hakuna hakuna uchaguzi imefanywa. Kwa hivyo tunabaki kusimama, tunatambua Dan Maboha Mabusi, yeye ndiye sub county chair wa Kanduyi sub county. Asante sana. Pengine kukuuliza tu nini hasa ama sababu kuu ambayo inafanya wanasema Dani Maboha hasa ile kuwa kiongoziwe? E, sababu ambayo inafanya kuna kikundi kingine kilijigawa na kikajichagua bila e, kufuata kanuni na sheria ya bodaboda, na hicho kikundi ndicho kimekuwa hapa na kinapiga kelele, kimemobilize the members na wakakuja hapa kwa wingi na wakapiga kelele ya kwamba hao ndio viongozi. Hiyo ndio sababu kubwa kabisa imekuwa hapa, na ACC wa Kanduyi akawa support kwa sababu ya namba ya majority yao na akafungia Dani Mabo hapa pamoja na viongozi wengine, hata mimi ICT walinifungia nje, sijafanya coverage upande wa mwenyekiti tutimarakaruo. E, ambacho nataka kusema hapa e, sisi tunachua uongozi wa sub county yetu ya Kanduyi ambaye chair wetu ni e, Dani Maboha. E, tangu kupike kura wakati wake bado, au auchafika Eh, akimaliza muda yake, tutatangaza wakati wa kupiga kura, ndio tupige kura tujue nani atachukua hiyo kiti. Lakini kwa saa hii vyenye tunaongea hivi, ule mtu mwenye ako kwa ofisi na ako na certificate ya sabukaunti ya Kanduyi ni Dan Mabuga. Huyo ndiye tunajua ni cha wetu wa sabukaunti ya Kanduyi. Asante hey. mimi naitwa Michael Kongoya Musuya, chama ni potapota Isangalo wote mimi chamani wangu wa sabukaunti ya Kandui ama Pungoma sawe Idani Mwabuha. Si recognize watu ambao wanafanya mapinduzi chini ya Brian. mimi wakitaka kura itembee, wangoje time ya kura, tufanye uchaguzi wa kucha, wasimame tuwaangushe. Lakini kwa sasa Idani ndio chamani wetu waKandui sabukaunti, tuko nyuma yake fuli, haturudi nyuma. Santeni.